Habari za wakati huo, karibuni sana katika chaneli hii ya Edi Tiba Mbadala TZ. umu ndani utanae kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya, lakini pia pia vilevile utajifunza vitu mbalimbali, miti mbalimbali, maua mbalimbali yanayokutibu wewe mwenye changamoto ya maradhi mbalimbali za pressure, kisukari, matatizo ya moyo na maradhi mengineyo. Leo nigusie kwa watu wanaume ambao ni changamoto ya nguvu za kiume, kwamba tatizo hili linasuluhishwa moja kwa moja, na uwezekano wa kupona upo asilimia zote kabisa. Uwezekano wa kupona changamoto hii ni mkubwa sana. Ambacho atakiwa ujue, kuna mambo mbalimbali ambayo yanakupelekea wewe mwanaume ushindwe ku kufanya vizuri tendo la ndoa au kushindwa kum, kumfanya vizuri mwanamke wako. Aa, kuna vitu mbalimbali vinaopelekea mbali. Kitu cha kwanza, huenda ujana wako ulitumia ulivyotumia kwa njia ya kujichua, ujichua sana kwenye ujana wako, kipindi uko shuleni, unichua sana na ndio ukapelekea hii changamoto, lakini kitu cha kwambia usi, usifadhaike kwamba hii tezo la kuwa kabisa lakini kitu kingine maradhi mbalimbali aa ya presha na kisukari yamekupelekea unashindwa kufanya vizuri. Sasa leo hii nakupa tiba moja ambayo hii itaweza kusaidia kuweza, ah uh, tafuta unga wa mbegu za mapapai, unga wa papai, unga wa zile mbegu za papai. So papai lenyewe lote hapana, mbegu zake zi nyeusi. Kisha chukua zile mbegu zake za zisage au zitwangetwange, uweke pembeni. Lakini pia tafuta tangawizi. Tangawizi kama tangawizi, chukua tangawizi ile iponepone, pia ichanganye. Ukisha changanya, tafuta na mdalasini. Mdalasini kijiko kimoja cha chakula, na pia changanya. Ukisha changanya, changanya hizo vyote kwa pamoja. Lakini vile vile kwenye nani, kwenye tangawizi itakuwa ni vizuri kupata tangawizi ambayo ita itakuwa ni ile ambayo imekauka lakini pia na mbegu zikuwa zimekauka pia zimeshakuwa unga, na mdalasini imeshakuwa unga. Changanya vitu vyote kwa pamoja, changanya vyote kwa pamoja, changanya vikombe chako vizuri kwa pamoja, kisha changanya kikombe chako vizuri. Unakuwa unatumia kama majani yako, kama majani yako ya chai. Kwa hiyo badala ya badala ya chai ya majani ya chai haya ya viwandani kuweza kutumia katumia hiyo, na natakusaidia sana mwanaume kuweza kufanya vizuri tendo la ndoa kuweza kuwa na nguvu nzuri, nguvu nzuri, lakini pia kufanya wewe usiwahi haraka kumwaga wakati wa tendo la ndoa, hii itakusaidia sana. Karibuni sana kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii. Naomba usahau kusubscribe lakini pia kuongeza alama ya kengele ili kuenda kupata video mbalimbali mbali, lakini pia na kushare Chestyatia. Lakini kama wewe mwanaume umefanya mambo mbalimbali, unaona kwamba hauwezi hauwezi kufanya hivyo, basi unaweza kunitafuta moja kwa moja, nitakupatia dawa ambayo itakusaidia. Dawa hii inaitwa mwanaume shipavu, hiyo dawa ni nzuri sana, ambayo itakusaidia wewe mwanaume kuweza kufanya vizuri, kuweza kufurahia maisha yako na familia yako. Kwa maelezo zaidi, piga kupitia namba sifuri saba sita tatu